Mamlaka ya afya ya jamii SHA haina uwezo wa kutoa bima ya afya kwa waalimu wote nchini. Haya ni kwa mujibu wa afisa mkuu mtendaji wa tume ya waalimu TSC Nancy Masharia ambaye alieleza kamati ya bunge kuhusu elimu kwamba mikakati ya kuwashawishi waalimu kujiunga na SHA imegonga mwamba. Na kama anavyotuarifu Safina Chengouma, wabunge wametaka TSC kuboresha bima ya matibabu kwa waalimu. Kwa muda sasa, walimu wamekuwa wakilalamikia mahangaiko kila wanapofika hospitalini kupata matibabu. Wengi wao hukosa huduma au huchelewa kuhudumiwa, licha ya kuwa tume ya walimu TSC imetia saini mkataba wa shilingi bilioni 20 na kampuni za bima nchini. Suala hili liliibua mjadala mkali wakati wa kikao cha Alhamisi cha kamati ya bunge kuhusu elimu ambalo lilimtaka afisa mkuu mtendaji wa tume ya walimu TSC Nancy Macharia kuwajibika na kuhakikisha walimu hawaendelei kuhangaika. Akitetea juhudi za tume hiyo, Macharia alielezea kamati hiyo kwamba imekuwa vigumu kupata kampuni moja ya bima ambayo ina uwezo wa kushughulikia walimu wote ambao ni takriban laki nne kote nchini. Aidha, alisema kuwa mikakati ya kushawishi walimu kujiunga na bima ya SHA pia imegonga mwamba baada ya hazina hiyo kusema haina uwezo wa kutoa huduma hiyo kwa walimu wote. Masharia pia amelalamikia ukosefu wa pesa za kutosha za kuhakikisha kuwa walimu wanapewa bima kikamilifu ya afya. It is our teachers who suffer because there are some hospitals who are impaneled who if you don't pay at the end of the month actually they just send our teachers away Safin Achieng' Ouma, Runinga ya Citizen